Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. Naam, mtazamaji wa Shutikali TV, karibu tena katika gurudumu la habari za michezo na mezani kwangu leo, na habari inahusiana na, na Rais Simba atoa tamko kuhusiana na Shiza Ramazani Kichuya, Jonas Mkude pamoja na kocha wengi tunafahamu, sasa hivi hali si shwari mitaa ya Msimbazi huko, ni baada ya timu hiyo kutolewa kwenye michuano ya Mapinduzi Cup ilikuwa ikichezwa kule visiwani Zanzibar, na pia ni sakata la baadhi ya wachezaji kwenye timu hiyo kuonesha hali ya utovu wa nidhamu, kuondoka kwenye benchi la ufundi na wengine kwenda kukaa jukwaani na mashabiki. Baada ya kikosi cha Simba kufanya vibaya na kutolewa mapema kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, Uongozi wa klabu hiyo umesema hauna mpango wa kumtimua kocha Masoud Djuma kwa sababu hawaamini kama yeye ndiye aliyechangia timu hiyo kufanya vibaya. Kaimu rais wa klabu ya Simba, Salumu Abdallah amefunguka kuwa bado wanamwamini kocha huyo pamoja na mifumo yake ya uendeshaji, isipokuwa watahakikisha wanamleta kocha mkuu ili aweze kusaidiana naye na ili timu iweze kurudi kwenye mwendelezo wake wa kawaida. Kaimu rais huyo amesema Masoud ni kocha mzuri na bado wana imani naye, ila wapo kwenye mchakato wa kutafuta kocha mkuu ambaye atawasaidia kwa ajili ya kuleta mafanikio klabuni hapo. Kiongozi huyo amesema pia kitu kingine ambacho wamekusudia kufanya ni kuwaita na kuwahoji wachezaji ambao walionyesha utovu wa nidhamu kwenye michuano hiyo ya Kombe la Mapinduzi, ambao mchezo wao wa mwisho ulikuwa ni dhidi ya URA ya Uganda. Ikigundulika wamefanya makosa, wataadhibiwa na kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya klabu hiyo. Wachezaji wanne waliosusa kukaa benchi katika mchezo wao dhidi ya URA, baada ya kufanyiwa mabadiliko na nafasi zao kuchukuliwa na wengine, wachezaji hao ni Shiza Ramadhani Kichuya, Jonas Jeradi Mkude, Mwinyi Kazimoto pamoja na Nicholaus Gyan. Mtazamaji, hadi kufikia hapo, mimi niseme sina la ziada. Kwa taarifa mbalimbali za kimichezo, unaweza tembelea tovuti yetu ambayo ni shutikali.co.tz. Mitandao ya kijamii Facebook na Twitter tunatumia Shtikali, Instagram shtikali_tz, na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ambayo ni Shtikali TV. Mchezo ni furaha, unatukutanisha pamoja. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Domina Kinyaia.